mangana maia sentra yo bwenge oyo kabere omoseneta omochore Millicent Omanga nigo aboririe eserikali komente besa ya inua jamii ase atebire buna

Tulinde our grandchildren our grandparents, na tuweze kuwasherekea wakiwa hai, kwa sababu hii ni baraka kubwa kwetu. Serikali inaendelea kupeana, kuna stipendi inapeana ya watu wazee, lakini watu wote hawajawekwa. would say maybe imechukua 50 or 60% percentage kubwa over 40 another 50% i iko nje, so tunafaa kama viongozi wa jamii we sensitize our parents, we sensitize our grandparents to go and register, kwa sababu wengi inakuwa hawajui, hawajui mahali ya kwenda kuregister, hawajui mahali ya kwenda kufanya hizo vitu yote, kwa sababu wengi unapata wale wazee wengi hawajasoma, so unapata kujua mahali vile vitu vinafanywa hawaelewi. So ningependa ni encourage kila mtu ambaye wako hapo, una wazazi ambao wamefika miaka Uh, stini kwenda juu wapeleke wazazi wao waende wajisajili waweze kuwa kupata hiyo stipend ya, ya kila mwezi. Kuna hiyo stipend inakuja, lakini haitoshi, na ndio tunaambia bado serikali inafaa iongeze, kwa sababu uchumi umekuwa mgumu saa hizi, chakula, bei ya chakula imeenda juu, bei ya kila kitu imeenda juu. Kwa hivyo tungeomba pia serikali iweze kuongeza hiyo stipend ya watu wazee ndio waweze kujikimu.